Handsome boy huyo? Mimi na handsome boy wapi na wapi? Au unataka kunipanga? Mimi shajichokea tayari. Wewe ujioni tu weni, handsome boy afu mzee, una vitu vyangu wewe. Jamani. Mm. Mimi sikupangi, nakusikia na tu pale chumba cha jirani, una baya. We mzee, yaani silali nasikia kama kelele muda wote. Acha wote, acha masiara yako bwana wewe, kweli mimi sikudanganyi. mm -hmm. Halafu naombea, nataka nikwambie. Ehe, mimi napenda sana umbea. hebu ni. Umemwona yule muuni aliyokuja pale kwa pili juzi? mm -hmm. Yule ndo mume wake yule mwanaume wake ni, ni mkabaji anakaba mtaa mzima huo, amna mtu asomjua. Mtu hata kabla hajamwona anaanza kukimbia. We mzee, uogopi. Niogope kitu gani? Mi mwenyewe ugomvi na uweza, ila sipendi wewe. Mm. Mzee, mi sitaki upate matatizo. Halafu mi nina zawadi yako. Haya, nakusikiliza, unaonaje? No, leo tukaenda kwangu. Mm. Hilo halitawezekana. Mimi ni mume wa mtu utaondokaje nyumbani? Sawa, najua baba, kwamba wewe ni mume wa mtu, ila tulia, twende ukashuhudie kitu hicho. Ha. Halo, sasa wewe jamani, wela unatuma au watumi unatuma mda gani jamani? Haya, ningekuomba shilingi elfu kumi wewe, tungeelewana. Nimekuomba shilingi elfu mbili tu, nikatoe japo buku jelo, niende nikale, lakini mpaka sasa hivi unategemea nini? Fanya haraka basi, unitumie hiyo hela. Mda ndio kama huu, na unajua kabisa jana umeniletea viazi na miguu ya kuku. Mi sijashiba toka asubuhi, sijakula chochote. Ndio hivyo yani, hapa nakupa dakika mbili tu, au ushanitumia hiyo hela? Ndiyo, nadhani unanijua vizuri. Na, halo mbaba wangu. Hey, nimekumisi jamani. Hey, jamani, jamani, mbaba wangu, mi nimechoka hiyo mikuku kila siku He, basi sawa, niletea hivyo hivyo, nitakula tu kwa ajili yako, na maini tena. Haya mbaba wangu, nakupenda. Hehe, watu na masponsa yetu mjini, utaendelea kula dagaa mpaka ukome. Si tunatamba na mikuku yetu mjini, we tulia. Hivi wewe unanikuta unaniweza sana si ndio? Kwamba wewe sasa hivi unaingia kwenye utawala wangu. Maana hapa hakuna chochote kilichokuleta, si ndio? Umeniona mimi nimempigia mpenzi wangu, nimuombe elfu mbili ya dagaa ukaje hapa una eti unajifanya unampigia huyo mubaba wako, unitambie kujifanya unanua sijui maini, sijui utumbo, sijui filigisi ili iweje. Nyamaza wewe. Muda wako ushaisha. Una soko tena dada. Wenye soko acha tutambe. Alafu tunaotamba sasa hivi ni watoto wa elfu mbili upo. We mtoto wa tisini ka pembeni, usije kushindana na mimi, mi uniwezi, dada upo? Unasemaje wembwa, mimi sina soko kwao. Mi nimekuwa ng'ombe sasa hivi mnada, naenda kuchinjwa kule machinjioni. Eti sasa, ngoja nikuonyeshe, shoga yangu, nini unachotufanyia usiku wa jana. Jamani, Mikele simikelele mi kuno simi kuno jamani, kavita udugu wangu, katika pitapita pita zangu ko mtaani nikajipatia bwana mpya, si unajua tena, <coughs> mambo ya bwana mpya. Nikasema huyu leo aende nyumbani, akanilingishia vile visa sampa, nikasema leo siviachi. Mama upo? Mm -hmm, nikamleta huko ndani. Yaani shoga yangu nikaanza kuweka mishelego umu tu umu tu, fanya kama unaona mama, nikaanza kulia, mara kilio hiki mara kilio kile kama nachinjwa, sunaelewa. Nikasema hizi sasa mpaka leo siziachi. Hmm, inaonekana wewe mwanaume anayaweza na amejaliwa eh? <coughs> hapo sasa, udugu wangu, lile neno kwamba silia mtungi aijuaye kata ndoi. Uyo bwana sasa nilompata mimi, udugu wangu, si chochote si lolote yaani kwanza, mwanaume mwenyewe ni mshamba mshamba, yaani ajui chochote, jua aende chini ya shuki. Kwanza hapo kwenye kubarikiwa, naomba umtoe, yaani mtoe kabisa. Yeye ni kiba 100 tu hana lolote, yaani haeleweki, si unaelewa? Mimi nikasema hizi sasa mpa mimi nisiziache, nikaanza kujiliza, mama, nikalia mimi, nikajiliza ninavyoweza mimi. Nikasema mm, huyu hizi sasa mpaka zibaki hapa bwana. Kanielewa naye, kajiona na mimi mwanaume, kati ya wanaume, na mimi mtu, ndugu wangu, kumbe si lolote, si chochote mama. Ila yote yao kwa ajili ya nini, mama? Sasampa watoto elfu mbili kwa sasampa haya, kama unaona, mbona sasampa za saizi salama. Mwe, mwe. Mbona unaniangalia alafu unanicheka? Hamna shemu, tunajua tena. So kwa mkelea usiku wa jana, inaonekana ah, shemu nayaweza hamna. <laughs> Ah, shemeji, hamna. Hey, ilaivyo mivi vitu vyangu. Hey, yani kama sisi hapa, sisi hapa watu wa mlogolo sisi sisi kule kwetu tunakula vyakula vya wachawi. Eh? Yani ukiwa unazungumzia magimbi, miogo, mbogamboga za majani, wenyewe wanasema vyakula vya wanga. Sasa alafu nikiwaga viwanja vya ugenini, mi kazi yangu napiga mipira milefu tu. Kwa hiyo eh, eh, eh, lazima usikie mambo kama hayo, ila sio sana <laughs> eh, mimi nataka niondoke. Okay, muda unaenda hivyo. Unajielewa kweli wewe? Wakati unanifata pale babani nilikwambia nini? Nilikwambia mara tatu. Mimi mtoto wa kitanga. Je, utaniweza? Ukanijibu unaniweza. Sasa hivi unataka uondoke? Uondoke wapi kwa mfano? Wewe hakuna kwenda popote. Nguo zako zile. Nishafua nguo zile pale. Bado na siku hizi. Tatu hapa kwangu. Si unaelewa? Hapa <laughs> nilipo naongea na udugu wangu. Nikimaliza baba anakuja huko ndani na kutengea maji ya mdarasini. Upo? Asa pia ndo mapenzi gani hapa? Wewe mwenye unajua kabisa mimi na mke wangu. Sasa hivi na karibia karibia siku ya pili, sasa naenda ya tatu, mi nyumbani sijaonekana. Aya, wewe unataka niendelee kubaki hapa? Kweli kweli unanitakia mema mimi me kweli? Wewe, ishi hapo hapo. Una mke wako. Kama una mke wako, kwangu ulifata nini? We una mkeo nyumbani umemwacha, kwangu umefata kitu gani? Sikia, hapa hakuna mkeo wala nini. Hakuna kuondoka. Nguo ndo hizo hapo, zipo hapo kwenye kamba. Hakuna kutoka. Kwangu mimi hapo umekuja bado na siku tatu tu nimekwambia. Kwa hapo cha kufanya, ingia ndani. Nipo naongea na udugu wangu hapa, nikimaliza nakuja huko ndani. Naenda kutengea maji ya kuoga na kuekea mdalasini, karafuu, naenda kuogesha mwenyewe, kama unavyonijua toto la kitanga. Baba upo, kwa hapo cha kufanya, ingia ndani, nakuja sasa hivi. tunaendelea na show hii, bado bado, ah, sasa hiyo mchezo hiyo, michezo gani tena hiyo? Ingia ndani wewe. Nini? Ah, sawa Tiliatilia huruma tilia tu hapa. Aya, shogangu, kitu gani tena? Kuongea le mambo ambayo nimekusimulia mimi mbele yake. Shogangu, naomba unisamehe maana nimeshindwa kuvumilia kujigamba kote kule, mwanaume yule kumbe hana maajabu yoyote yangu. Mmekengeuka masharti yangu si ndio? Yaani nyinyi hamjashika masharti yangu. E ah, mnachogombea ni nini? Mama mwenye nyumba, nitulize presha. Tuliza hiyo presha yako. Ah, nitulize presha. <sighs> Mama mwenye nyumba, mimi sio chizi. Sio unanielewa? Na akili zangu timamu hmm? Uyu msichana huyu kaniona nimekaa hapa nimetoka zangu ndani, njaa inaniuma eh? Nikampigia simu mpenzi wangu, antumie japo elfu hizo mbili tu, nipate hela ninue dagaa. Sasa huyu binti sijui hata ametokea wapi, huko alikotokea kaja, naweka simama hapa hapa, anaongea na simu, anampigia sijui mubaba wake sijui nani, amletee nyama sijui amletee utumbo sijui amletee maini. Mama mwenye nyumba, ungekuwa wewe, kuweza sawa? Ndio, naweza kwa sababu mi sijaona kosa. Sasa mi nakushangaa yeye, kama akampigia mubaba wake amletee sijui filigisi maini, shida iko wapi? Mama mwenye nyumba, tuliza mtoli, nyama ziko chini, si unanielewa? Yote tisa kumi aliyofanya huyu binti, nikikuhadisia, unakaa hapa unanisaidia kulia. Uyo mbaba naye mwongelea hapa, alikuwa mpenzi wangu mimi, si unanielewa? Sikiliza. Alikuwa ananisaidia mimi chakula, ananisaidia kulipa kodi, ananisaidia kila kitu, lakini huyu binti kanizunguka. Leo hii ndio anakuja anatembea na huyo mbaba hata ungekuwepo wewe ungefikiriaje mama mwenye nyumba? Sasa na wewe imekuwaje ukamtukamo mbaba wa mwenzio? Yeye yeye, mama mwenye nyumba na mna vina ng'a vibaya. Kulikoni, shida nini? Nisikilize mama mwenye nyumba, nikwambie. Haya sawa. Huyo mbaba ndio alikuwa wa kwake. Ila yule mbaba akamfumania huyu na kibwana chake kibaya kibaya. Hey. Wewe unasemaje? Kibwana chake kibaya. Mama mwenye nyumba. Huyu ugambi anaununua. Mama mwenye nyumba, mwache aje nitamkafua huyu. <coughs> endelea ikawaje sasa huyo mbaba akamfumania na hicho kibwana chake kibaya kibaya mm -hmm. yule mbaba akaondoka mi nikamtongoza mbaba akaja kwangu mbaba analipia hela ya kodi analipia hela ya maji analipia hela ya umeme mikuku kama yote we ungekuwa we ungemwacha nisingemwacha, <laughs> yaani katika wapangaji wangu walionifurahisha namba moja wewe leo namba moja na nitakutafutia zawadi safi huyu ujinga wako mwenyewe kula mama kula kula hii shida iko wapi <laughs> Mama mwenye nyumba kuona wewe pia unamuunga mkono msichana? Ndio nimeunga. Yaani nimeunga. Yaani shida hakuna. Mdogo wangu tafuna. Yaani kula mpaka mifu <coughs> Udugu wangu Waswahili wanavyosema, bozi dia yako hawajakosea udugu wangu. Hey, unavyoliona manyuka limekaa kama ndemwa. Sio ndemwa, alieleweki. Yani kama taila, Zawadi huko kachanganyikiwa, upo nyonyo. Manyuka ana siku ya pili ajalala nyumbani, hajalala nyumbani, eh, hajalala nyumbani. Ninapokuambia huu mguu unaouona huu, unatoka kwa Zawadi. Kaniambia udugu wangu, nenda kampeleleze mume wangu anavoisi sasa, anatoka na Stella. Hapa navyoniona hapa. Naenda kwa Stella. Sasa basi, nawajua nyinyi. Vifua vyenu, kompresa zimekufa. Ninyanyue ngoa kwalu zangu hapa naende kule mumpigie simu. Hey, nadhani mnanijua tatubu sina gaba. Nitakuja kuvuruga. Hey, nije nijue mmemwambia. Mtawafinyanga pinyanga kama mnavyojua. Mna, mna, mna, mna, mna. Sasa mzangu pale unahadeka na kitu gani? Yaani wale wote ni watoto. Mnatujazia mtaa kelele tu, vurugu tu tafrani. Nini shida? Eh? Unaenda kufuata utelezi? hata kukoma hawajakoma eh, hebu angalia, mwanamke. Nipo hapo mwenye nyama zangu mjini, nimekoma yani hapo. Kishika unashika nyama, ushike utelezi. kwa nini unasumbuka wewe? <laughs> Uliona <laughs> wapi gari mbovu ikavutwa na gari mbovu mwenzake? gari Pero... mbovu unavutwa na gari nzima bwana. Mimi ndio vyangu vitoto vya elfu mbili kama sio una kicheki kile, utachelewa baba. Kama unataka vitoto vya elfu mbili kazi, ndio hilo takuwa gomvi kila siku nini. We mzee, unapata shida nchotukule sisi eh? nini unafuta pale nini Nie ni mazungumzo gani yanayoendelea muda wote huo? mdogo wangu mimi nakuwekea mambo sawa na kunyoshea. Yaani mimi nataka umpe umiliki mwenyewe, yaani usiwe na mchangio na mtu na kunyoshea rura nchi. Hicho ndio ninachokupendea shoga yangu. So, no, unachelewa babu. Njoo hapo shike eh? Nyama ukiwa unakula hawaja mifupa sio? Wow. Wow. Eh. Vipi, kitu gani kinaendelea na mke wangu? Hamna kitu chochote mume wangu. Yani, huyu baba mimi nilikuwa nimemvuta hapa, namwelewesha walikuwa wanagombana pale na wale watoto kwanza. Salamu haina mpango. Wewe umekutana na mke wangu unaniambia bei za salamu? Afu wewe nisikilize, mimi tangu niko kule naona kabisa hii mikao yenu sio mikao mizuri. Mzee, leo utaniambia. Nakwambia leo utaniambia. Njoo. Nini tatizo? Njoo tuongee basi na siku ya pili ajalala nyumbani. Ha, ha, ajalala nyumbani. Nyumbani. <laughs> Hey, ajalala nyumbani, ajalala nyumbani, navyokwambia. Huu mguu unauona, unatoka kwa Zawadi. Kaniambia udugu wangu, nenda kampeleleze mume wangu anavoisie sasa. anatoka na Stella. Mola kama chale ananicheza. alafu pale kwenye kamba, mbona kama niliona nguo za manyuka, alafu huyu V sijamwelewa na mwenzie mm. <laughs> Hapa kuna kitu kitakuwa kinaendelea, alafu ananifahamia kama sina akili, sio kweli? Narudi tena kule kuleskliaakupaela koje, tuongee aya, mambo yanaongeleka. Sisi sote ni wanaume, wanaume tunaongea mambo gani? tuna nizigua, tulimalize hili kiutuuzima, mi nakupa pesa nini nakupa pesa afadho, sinleta michezo ya ajabu. Unajua, sisi wote wanaume. Sikia wale chura wawili, yupi wa kwako ba? wote mi naruka nao, toa kwangu mzee. Vipi utaruka vipi na watoto wote wawili wale? Wewe sasa nisikilize, sisi tumeshakuwa familia, sawa sawa, tuliza. Tukabadilishana hata namba za simu eh. Kuhusu mke wangu vipi? Ah, huyo hapana. Sikia mzee, nitakuzingua sawa, ku pale. Wewe utachukua mmoja na mi nitachukua mmoja na swala la kuhusu mke wangu unatakiwa unipe taarifa, hadi wewe unaniungia vitu vingine vinaendelea. Sawa so, ah iwezekani bwana, unaniachia mmoja mzee. Ah poa poa poa, hey, poa. poa. poa. Uh -huh. Basi. Eh vipi, poa au tuingie <laughs> ndani? Basi basi, shoga yangu huyu Tatu namjua vizuri, mbea mpashukuna hivyo. Hapa alipo, alipokuja hapa kashaona hizo nguo ehe, na navyo mjua Tatu yule alivyombea kwa hiyo sasa hapo tunafanyaje? Subiri shoga, ngoja nizitoe hizo nguo niingize ndani. Bora. Shoga vipi? Safi. Vipi tena, mbona aahaya, umetoka hapa hata ukujafika kule ulipoenda tena eh? Mashoga yangu kama, niliona nguo hapa, uliona nguo hasa, kuona nguo jiwe, kama si kawaida hapa, si wanaishi watu, kwa ulitaka watu wafunge nguo zao wakanika? Ah, sijasema watu wasianike nguo, ila nimeona nguo za manyuka. Alafu mimi nguo za manyuka nazijua, sasa kwa sababu hizo nguo, yule ni shemeji yangu, anazipenda. Ah, aswaswa kuzivaa hizo nguo, kila anapomwona amevaa zile nguo. Sasa kila nikikaa hivi nilivyoangalia, mm. hapa nikaisi nguo za manyuka hizi.